Pata uaminifu kwa vijana wenzetu ili waweze kuona pia sisi tunaweza waongoza na kuenua kutokana na talanta zao tofauti tofauti ili waweze kuimarika tuenue jamii yetu kwa jumla. Sa kama kwa mfano, changamoto ya leo mpaka kufikia sasa ndio ile idadi ya participants ifikie kile kiwango chenye likuwa tume target, ilikuwa changamoto kiasi, kwa sababu wengi walikuwa wanafikiri hao ni wale tu vijana wa kawaida wanakupigia simu wanakualika, alafu hakuna kitu kitatokea, kwa sababu kuna a lot of conmen out there who are trying kupotosha most of the youth but kufikia sasa venye programu ilianza ni kama ilisaidia kuwaita kwa pamoja, na kufikia sasa twashukuru, the program is doing well, inaendelea vizuri. Alafu changamoto ingine when it came to expressing their talents when it came to the exhibition wengi walikuwa na ile uzito ya kusimama mbele ya hadhara ya watu kuweza kujieleza ama kuonyesha ujuzi wake. Tofauti dhana ziko za kuwa, hata hata kwa wanaume wanasema, mwanaume akiwa msanii labda huyo anapenda wanawake, mwanamke ukiwa msanii labda unambua unajipeleka kwa maprodusa. Hizo ni dhana ambazo sioni kama ni sahihi, na sisi kama jamii tunafaa kutoa zile dhana potofu asasa. Tukiangalia talanta zenye tuko nazo, talanta sio tu Uh, kuketi kuandika ama kila mtu anataka zile talanta ambazo zina confine katika ile space. Lakini tuna talanta, kuna paka TikTok TikTokers, sahizi tuko na content creators, zile zote ni talanta ambazo sisi kama jamii inaibidi tutoe zile dhana zetu potevu, na tuzikubali na tu, tu encourage watoto wetu waweze kujitokeza kwa wingi, manake watu wanapata pesa kutoka hizi talanta ambazo sisi tunaona tuna ni talanta potovu. Kwa hivyo talanta ni talanta lakini inahitaji akuwe guide yule mtoto on how they are going to go about that time. Sanaa ni njia moja wapo ya kupass information, ya kufikisha ujumbe. Kama mimi siwezi nika nikafanya kitu ambacho kwamba nikamwadresi mtu mmoja, lakini sanaa ndio inampatia ari ya yule kijana ama mtu yoyote kuweza kupata ujumbe kwa njia ya urahisi, inamshawishi. Na mtu ukishamshawishi kwa mfano shairi, ama movie movie ya mafunzo, ama ushairi ama na vitu vingine, hii inamfanya inapeleka ujumbe muhimu sana katika jamii. Mimi napenda kutangaza, sababu naona hicho ndio kipaji changu napenda nichangazi, ni njulisha ili wachwakwele kwetu vitu vinavyotokea. Aani, sio kila siku sisi twaona watu kutoka mbali, lakini sisi wenyewe pale karibu na nyumbani, mchani kwetu akuna. Nataka niwi miniwe wa, ni wa kwanza hapo mchani kwetu kuwa mwanahabari moto. Kupatikana kwa maana kila palipona wema hapakosi uovu yeah. Ntaka machembe kidogo, kwa maana hiyo, wakati unaandika mashairi, wakati mwingine unaweza kuja kupewa mada ambao mada hile na kichwa chako kulingana na kichwa chako nikaa ni ngumu madaili, lakini huwa namshukuru Mwenyezi Mungu, najitahidi vivyo hivyo na ninaweza kufanya pengine.